Uh, jina langu ni Dennis Kwamesimba, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Kama unavyofahamu, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, imeendelea kusogeza huduma muhimu kwa wananchi. Na kwa hatua hii iliwezesha PPRA kufungua ofisi mpya sita za kanda. Na kwa kuzitaja ni kwamba tuna ofisi yetu ya kanda ya, ya ziwa ambayo iko Mwanza. Tuna ofisi ya kanda ya pwani ambayo iko Dar es Salaam. Ofisi inayosimamia kanda ya kati iko Tabora, na kanda ya kaskazini ofisi zipo uh, jijini Arusha. Kanda ya kusini tuna ofisi pale Mtwara, na kanda ya nyanda za juu kusini ofisi zake ziko Mbeya. Na makao makuu ya PPRA ni Dodoma, mtaa wa Tambukareli almaarufu, jengo letu linaitwa Ununuzi House. Leo nimetembelea ofisi ya kanda ya nyanda za juu kusini zilizoko hapa Mbeya katika jengo la NHIF ghorofa ya tano. Natumia fursa hii kuwakaribisha wananchi wote, mwendelee kutembelea ofisi yetu hii ili mweze kupata huduma zote kuhusu sheria ya ununuzi wa umma, huduma kuhusu mifumo ya NeST, miongozo mbalimbali inayotolewa na mamlaka na taarifa nyingi ambazo eh, inawezekana mkawa mnazitafuta. Hii ni sehemu sahihi ya kuja kupata taarifa hiyo. Tutumie fursa hii iliyowezeshwa na serikali ya awamu ya sita. Sisi tunasema NEST ndio connection pekee ya tenda za serikali. PPRA tumejipanga kukuhudumia.